Kauli mbiu ya maadhimisho haya ina mnasaba kubwa sana na matamko yale ya kimataifa. Kauli mbiu yetu inasema wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Hivyo hotuba yangu itanasibisha au itajinasibisha, itajielekeza katika niti hada mbalimbali zilizofanyika kutekeleza azimio la ulingo wa Beijing malengo ya maendeleo endelevu SDGs na, na ni kwa la kizazi jine. Sawa na mtiririko wangu utakuwa kama ulivyo kwenye malengo endelevu yale SDGs. Ah, lengo la kwanza kwenye kwenye, kwenye mpango ule ni kupunguza umaskini au kuondoa umaskini. Kwa upande wetu Tanzania mpaka tunafanya tathmini mpango wa tatu wa, wa maendeleo katika vision yetu imekubwa ya miaka ishirini na tano. Mpaka tunafanya tathmini ya mpango wa tatu wa, wa maendeleo tayari kunaonyesha kuvika umaskini wa kiwango cha asilimia ishirini na sita kutoka kiwango kilichokuwa wakati tunaanza utekelezaji wa vision. Sasa huo ulikuwa mwaka elfu mbili na nane na kumi na tano. Sasa pamoja na jitihada zilizochukuliwa leo hatushuki kwenye asilimia thelathini. Lakini lakin eneo la pili ni eneo la kuondoa njaa, hili ndio lengo la pili la SDG, na, na ifa. kwa upande wa kuondoa njaa Tanzania kitaifa tumeshaondoa njaa kwa asilimia mia, na katika lengo la kujitegemea kwa chakula Tanzania tunajitegemea kwa chakula kwa asilimia mia moja ishirini na nane sasa aki ni mtu mmoja mmoja na jitihada zake kuhakikisha kwamba habaki na njaa au halala na njaa.